Mujahu iteme faqala, wallahi la amujju, nakuwapieni, la amujju hii damu, mimi sitoitema. Fa adbara wa qatala, akawapa kisogo akaendelea na mapambano. Wale masahaba waliokuwa wamemzunguka mtume wakawa namtazama mtume atasema nini. Mtume akawaambia, man ahabba an yandhura ila rajulin min ahli aljanna Falyandhur ila hada, anayetaka kumwangalia mtu katika watu wa peponi. Uzita khairan wakufitashab wazita tayibati wa abkar, anayetaka kumwangalia mtu katika watu wa peponi amtazame huyu ambaye katupati sogo, anaendelea na mapambano, hajatema damu yangu, sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye tumemkusanyikia. Na ndio maana al-Imam Malik alayhi rahmatullah heshima yake kwa mtume ilikuwa imepitiliza, ilikuwa anaogopa hata kutembea na viatu katika mji wa Madina, kuogopa asikanyage mahala ambapo kakanyaga mtume sallallahu alaihi wasallam ni akapita na viatu na ilikuwa zamani, wanasema mtu akiwa anataja hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam

Aliyetangulia ameenda na itnab, aliyefuata kaja na ijaz. Sasa mimi niwe mabaina al itnab wal ijaz, au niwee musawa? Allahu akbar! Mimi ni niweache na ujumbe huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtum sallallahu alaihi wasallam mara alipofika Madina, kila mmoja alijitahidi kuona atafute chochote ampelekee kama zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuna mwanadada mmoja, yeye hakupata kama zawadi ya kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikichukua kitoto chake kinaitwa Anas, akaenda nacho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wambi, aka ya Rasulullah, hadha unais yakhdimuka Rasulullah mimi sina chakukupa, lakini hiki ki Anas hichi cha nangu hichi nimekuletea, ya Rasulullah, ukituma unapoona inafaa kitume, wewe ya Rasulullah. Nataka nikupeni wasia ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuusia kwao kijana wa miaka takriban kumi, anamwambia, neno la kwanza, anamwambia Anas, ya Anas Ewe Anas, kijana wa miaka tisa kumi anaambiwa maneno haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. ya Anas, Ewe Anas, malezi haya tarbia la tufshi sira rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anas usije hata siku moja ukatoa siri ya Mtume Muhammad, usije ukatoa siri ya nani? Na hili ndio ilikuwa likuwadhairansahaba Anas ibni Malik siku moja aliulizwa na mama yake, ulikwenda wapi? Akamwambia Mtume alimtuma. Alikutuma nini? Akamwambia ya ummi, ewe mama yangu, ma kuntu liufshia sirra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Siwezi mama, umenizaa lakini siwezi kutoa siri ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalam. Ndio malezi haya. Asma binti abi Bakr, wakati Mtume anahama akiambatana na abi Bakr kwenda katika mji wa Madina Wakati wametoka, Asma binti Abi Bakr alikuwa nyumbani kwa Abi Bakr. Wakati Makuraishi wamepata taarifa za kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na rafiki yake Abu Bakr, wakaenda nyumbani kwa Abubakri wakamkuta Asma binti Abi Bakr na Asma wakati ule alikuwa na ujauzito wa miezi tisa, ujauzito wa miezi tisa. Abu Jahal anamwambia Asma, baba yako ameenda wapi? Angalia majibu ya Asma. Asma anamwambia sijui, baba yangu ameenda wa wapi. Na wakati anajua baba yake ameenda ya wapi, na yeye kuna jukumu kapewa kule pangoni, lakini anamwambia abu Jahl, sijui baba yangu ameenda wa wapi. Abu Jahl akamwambia, nitakufanyia kitu kibaya, niambie baba yako ameenda wa wapi. Akamwambia, mimi sijui baba yangu ameenda wa wapi. falakuma falakuma ha lamaa duazi nasema, akamkunguta kofi, akamzabua kofi kofi ambalo liling'oa hereni yake katika sikio lake, damu zikawa zinavuja katika sikio lake. Na wakati huo asma binti Abubakari ana ujauzito wa miezi mingapi? Tisa. Na ndio maana mtume akasema, inna likulli qaumin firauna wa firaunu hadhihi al-umma. Abu Jahl, kila qaumi na firauni wake, na firauni wa umma huu ni nani? Haiwezekani mtu ana ujauzito wa miezi tisa unaenda kumzabua bonge la kofi mpaka anaanguka chini lakini pamoja na haya yote na makofi haya ya Abu Jahal na damu kutoka katika sikio lake, Asma hakutoa siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume anataka kuukomboa mji wa Makka alimwambia Aisha peke yake, akamwambia Aisha, mi nina mpango wa kwenda kuukomboa mji wa Makka, usimwambie mtu yoyote. tunatoka lini? Abu Bakari anaenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuta mazingira sio ya kawaida kana kwamba mtume kuna safari anataka kwenda ya kivita Abu, lakini Abu Bakari hana taarifa. anamuuliza mwana ya Aisha. Ya Aisha mwanangu, mtume ana mwelekeo gani? Ana mpango gani? Mbona anaona mazingira siyo ya kawaida nyumbani kwa, kuna maandalizi fulani na sio ya kawaida. Angalia majibu ya Aisha binti Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anasema, ma kuntu li ufshi sirra Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakari, baba yangu umenizaa umenilea umenikabidhi kwa rafiki yako mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini siwezi kukwambia baba yangu mzazi siri ya mtume Muhammad. Cha kujiuliza mimi na wewe kwa wakina baba na wakina mama, mambo yetu ya faragha yanaishia katika majumba yetu. Wakina mama, siri zenu na waume zenu zinaishia chumbani huu ndio ujumbe nataka ni mwache. Au kama mume hajiwezi, akicheza mechi nusu goli, wanajua saluni. Sisi tunaelewana bado? Tunaelewana bado? unaweza upata umevaa kiziba na kofia sheke, so, saluni wanakujua kama huna jambo ndani. Kweli nasema an unazokasaba na heshima zako uounaeshimaa ya anas la tufsi sirra. Kuna mtu mmoja yeye ndo alipata mtihani kila akitaka haki yake ya ndoa na mke wake kitandani, mke wake ana anamtakalia miezi sita, miezi sita, miezi mingapi? Sasa sio kwamba wanawake peke yake ndio wananyanyasika kijinsia, na kuna wanaume wapo, na wengine wana miili wananyanyasa ndani ya ndoa tumeona, ila wengine mashete wanafanya wananyanyasika katika ndoa, kila kipeleka kichwa mahali ambapo kichwa cha mkewe kipo, mke wake anabadilisha kichwa, kichwa anakitoa kule anakiweka huko, akikipeleka huko anatoa huko, anafanya akizidi anatoka kitandani, anaenda kulala kwenye sofa. Mnyezi mingapi 6? Je, haya mambo ya ndani yanaishia ya ndani. Abii Muhammad, Allah, Allah. kama mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza swala la watu kutunza siri, kutoa siri ni jambo baya zaidi, na kutafuta kupekuapekua mambo ya watu ndio jambo, jambo baya kabisa kuna watu hao katika jamii hii, kila shehe yeye anamjua, mazuri yake anayajua na mabaya yake yote, anafanya nini yani, amekaa kama flash, yani matukio yote, shehe anafanya nini? Matukio ya kimji? Hapana, muislamu hatakiwi. Kwa hivyo muislamu hatakiwi kufuatilia ya mambo yasiyomhusu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani miongoni mwa Uislamu mzuri wa mtu ni kuacha mambo yasiyo. Watu wa zamani walikuwa wana wana wana- wallahi, wana uchamungu uliopitiliza. Kuna mtu mmoja alipita mahala, akaiona nyumba kama hivi ghorofa, akamuuliza mtu, hivi ile ghorofa limejengwa lini? Baadaye ikakaa akaifanyia na tathmini nafsi yake, akasema, nimeuliza kuhusiana na jambo lisilonuhusu, faafada nafsahu bisiyani sana akaiadhibu nafsi yake kwa kusema mimi nitatafuta siku mia tatu na sitini nizifunge kwa kosa la kuuliza hii nyumba imejengwa lini. Si unaeleweka jamani? Naeleweka na jaman? na na na na na kwa hiyo, ya anas la tufshi sirra rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kadiri unapotoa siri za watu ndio kadiri ambapo Allah subhanahu wataala naye anaibua siri za Abdullah ibn Umar anasema, kuna watu nimekutana nao walikuwa wao wana kasoro, lakini fasakatu an uyubi nnas, wakakaa kimya, hawakutaja kasoro za watu, famatu walaisa lahum uyub, wakafa hali ya kuwa Mwenyezi Mungu kasoro zao amefanya nini? Amezihifadhi. Na kuna watu, mifanini, watu wa, walikuwa walikuwa hawana kasoro, lakini wakajishughulisha na kutaja kasoro za watu, kutoa siri za watu Faahdatha llah lahum uyuba, Mwenyezi Mungu naye akawatengenezea akawaumbia akawapaka soro, wakafa hali ya kuwa wameaibika wamepeteka. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.